Leo ACT Wazalendo baada ya kupata mwaliko wa kushiriki katika zoezi hili la utiaji wa sa, eh, saini katika kanuni za maadili tuliitikia wito kwa sababu hilo ni takwa la kisheria kwa mujibu wa kanuni zenyewe, inaonyesha kwamba vyama vya siasa ambavyo vinaweza kutaka kushiriki katika uchaguzi ni lazima visaini. Kwa hiyo sisi e, tumeona kwa sababu ni takwa la kisheria, tumekuja hapa leo na tumesaini. Lakini la pili, e, kila chama kilipata nafasi ya kutoa maoni yake, na sisi ACT Wazalendo tulifanya uchambuzi wa maeneo ishirini ambayo e, tuliona ni vizuri yafanyiwe maboresho, na leo licha ya kwamba mjadala ulikuwa mfupi, tumeyasisitiza baadhi ya maeneo hayo na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imesema imeachukua na itatoa ufafanuzi kimaandishi kwa ajili ya kuweka rekodi, maeneo ambayo tulidhani ni nyeti na yanahitaji ufafanuzi. La kwanza ni kifungu ambacho kinasema kama chama cha siasa akitoshiriki katika kusaini basi kitakuwa kimepoteza haki ya kushiriki katika uchaguzi mkuu. Tuliona jambo hilo linahitaji ufafanuzi wa kina kwa sababu kwa maoni ya ACT Wazalendo e, tunaona kwamba kwa sababu haki ya ushiriki katika uchaguzi ni ya kikatiba, ingetosha kwamba kama chama kimesajiliwa, e, kina usajili wa kudumu e, kipewe haki ya kushiriki katika uchaguzi. Lakini tume imesema e, inao ufafanuzi. Jambo la pili e, ni suala la haki ya mawakala katika vituo vya kupigia kula, masuala ya yanayohusu ndani ya kituo, wakala anaingiaje, anatambulishwaje na haki ya kupewa nakala ya matokeo. Tumesema mambo haya yangepaswa kuweka vizuri katika eh, kanuni. Lakini la tatu tumesema juu ya wajibu wa vyombo vya ulinzi na usalama kwamba ingewekwa vizuri kwamba vyombo hivi vizingatie haki eh, katika kutekeleza wajibu. wajibu wao pamoja na weledi. Na jambo la tatu ambalo tumelijengea hoja ni juu ya eh, umuhimu wa kuweka sawa baadhi ya, ya maeneo. Kwa mfano adhabu ambazo zinaweza zikatolewa na kamati ya maadili, kusimamishwa kampeni, ni vizuri pawe na limitation eh, isiachwe hivi, kwa sababu unaweza ukazuiwa kampeni kwa muda eh, mrefu sana. Kwa hiyo haya pamoja na mambo mengine kwa ajili ya muda, eh, tumeyafanyia uchambuzi ambao tunaweza kushare ya maeneo ambayo yana, yana mapungufu na mwishowe, Mheshimiwa Jaji Mwambegele mwenyekiti amesema juu ya eneo la kwanza la kutafsiri, wapo chama kama kijasaini kitakuwa kishiriki e. Kama kuna mtu ajaridhika tafsiri hiyo, tena inakuwa ni ya mahakama. Kwa hiyo niseme kwamba na ACT Wazalendo tunatafakari juu ya e, e, uwezekano wa kulipeleka swala hili katika e, mkondo wa kimahakama ni mapema kusema kwa sababu ni lazima nipeleke mrejesho kwa chama kuona itakwendaje. La mwisho ni kwamba ACT e Wazalendo tuliketi mwezi Februari kufanya halmashauri kuu na tukasema kwamba hivi karibuni tuta e, kutana kwenye kamati ya uongozi na baada ya hapo tutatoa mwelekeo juu ya ushiriki katika uchaguzi. Nina furaha kuambia kwamba e, hivi karibuni katika kipindi kisichozidi wiki moja tutaketi na tutatoa sasa mwelekeo rasmi wa e, masuala yanayohusu ushiriki katika e, uchaguzi.